Wanavma Mheshimiwa Muhammed Ali kawaida mwenyekiti wetu wa moja wa vijana Tanzania, ndugu Rehema Sombi Omari makamu mwenyekiti wa moja wa vijana Tanzania Mheshimiwa Martin Shigela mwenyekiti wetu wa mkoa wa Geita na katibu mkuu wa Umoja wa Vijana mstaafu Tanzania, kwa heshima kubwa nimtambue mwenyekiti wetu wa vijana wa mkoa wa Geita pamoja na mwenyekiti wetu wa vijana wilaya ya Geita rafiki yangu waje Chacha, mjumbe wa halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi, viti ishirini Viongozi wote mliopo meza kuu, itifaki imezingatiwa. Asalamu alaykum. bodi Geita, Geita mambo vipi? Hamasa, muda muda ni mfupi. Mheshimiwa mwenyekiti, ziara hii ni ziara yako, na wewe siku hii ya leo ndiopigene rasmi iliyosimama meleyako kwa niaba ya wajumbe wa Halmashauri Kuu, naitwa Muhsin Ussi, natokea Zanzibar. Mwenyekiti, mimi nitakuwa na ujumbe mfupi sana na nitatumia dakika mbili tu. Ndugu sisi wananchi wa Zanzibar, sisi vijana wa Zanzibar tunawapenda sana ndugu zetu wa Geita. Kule Zanzibar, raisi wetu Dr. Hussein Ali Mwinyi akishirikiana na rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan wameendelea kuimarisha umoja na mshikamano wa wananchi wa Tanzania na leo hii tumeweza kufikia miaka sitini na moja ya muungano wetu tukiwa wamoja, tukiwa wenye mapenzi ya kweli, na tukiwa tunashirikiana katika maisha yetu kama wananchi wa Tanzania, wananchi wa taifa moja. Tupige makofi viongozi wetu. <coughs> Jambo la pili na jambo la mwisho, ndugu zangu, Tanzania yetu ilitawaliwa na wakoloni kwa miaka mingi sana. kumuona kiongozi wa chama cha upinzani anasimama, anasema ya kwamba Tanzania ya Dr. Samia haitafanya maendeleo kwenye nchi yetu. Kwa faida ya vijana wenzangu, mimi nitazungumza jambo moja kwa fupi sana. Wakati wa koloni wanaliacha taifa letu Tanzania, ilikuwa na barabara tatu tu zenye kiwango cha cha kahawa, lakini barabara nyingine ya tatu ilikuwa inatokea Tanga kuelekea Korogwe, kwa sababu wakoloni walikuwa wanalima kilimo cha katani. Leo tukiangalia Tanzania baada ya miaka sitini na moja, tukichukua lami ambayo viongozi wetu wametandika kwenye nchi yetu, tukipeleka kwa nchi ya jirani barabara hizi, wanaweza wakatandika hadi ndani ya vyumba vyao. Leo anaposimama kiongozi akisema ya kwamba Tanzania haikufanya maendeleo, mwambie wewe ni mwongo na unataka kutuunganisha na viongozi wetu. Lakini wakati wa koloni wanaiacha nchi yetu, walituachia madaktari kumi na mbili tu nchi nzima, kumi na moja wakiwa wahindi na mmoja alikuwa mtanzania anayetokea Kagera kule, kwa kila Nshomile, Nshomile wengi sana kule lakini walimuacha kijana mmoja mwenye master's degree anaitwa Julius Kambarage Nyerere. Mwalimu Nyerere akiwa kijana mdogo aliweza kusimama akiwa na umri wa miaka thelathini na mbili kutetea uhuru na no ukombozi wa nchi yetu. Leo akisimama kiongozi yoyote wa upinzani akisema Rais Samia na CCM haijafanya kazi, mwambie wewe ni mwongo. Tanzania imepiga hatua kubwa ya maendeleo. Mwisho kabisa, Mwenyekiti, ni kushukuru sana. Wewe ni kiongozi wa vijana, wewe ni msimamizi wa vijana. Kanuni yetu ya moja ya vijana inasema jumuiya ya vijana ni tanuru la kuoka viongozi. Ziara hii ungeamua kuja peke yako, ingefana, ingekuwa kubwa na ingekuwa nzuri, lakini ukaona kuambatana na viongozi vijana wenzako, kuweza kuifanya kazi ya kujenga chama chetu kuweza kufanya kazi ya kizalendo ya kulijenga taifa letu. Mwenyekiti, ni kupongeze sana, tupige makofi. Geita mmetupokea vizuri, tunawashukuru sana. Mungu ibariki Geita, Mungu ibariki Tanzania Tencave. Mwe. Mwe. E, huyo ametokea Zanzibar na ameoa Geita. Ndugu mgeni rasmi, mwenyekiti wetu wa vijana wa, wa taifa, niendelee kukaribisha kwenye mkoa wetu wa Geita. Leo unaitimisha ziara yako ya siku nne kwenye mkoa wetu wa Geita. Nikupongeze sana na karibu tena ndugu mwenyekiti.